Habari za wakati huu mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, tunapokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya msiba wa ndugu yetu mpendwa Dkt. Leonard Chauka, mshiriki wa kanisa la wadventista wa, wa sabato Kunduchi Beach. Hakika maisha yetu yanapita, huvuma kama upepo na kupotea mara. Mpendwa wetu Dkt. Leonard Chauka hatunaye tena baada ya kugongwa na pikipiki piki, mnamo tarehe 23 mwezi wa 9 2025, saa 2 usiku, akiwa kwenye mazoezi ya kawaida ya kutembea. Ni pigo kubwa kwa familia, ndugu, marafiki na kanisa. Pole sana dada Tulibako, pole watoto Lyan Lion, liona na Liana, pole kwa kanisa, pole kwa jumuiya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, pole kwa jumuiya ya NBC na wote waliofikwa na msiba huu mzito. Tumaini letu liko katika Kristo Yesu ambaye ametuhakikishia kwamba wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamepita. Ufunuo 21:4. Tumaini letu la Kristo ni kwamba siku ya marejeo ya Yesu tutakutana tena na wapendwa wetu katika ufufuo wa wenye haki. Mungu awape nguvu na faraja wote walioguswa na msiba huu. Mimi ni ustasela Joni.